Tu katika maeneo machache ambayo ninataka kupitia katika mifumo iliyojengwa, kutoa msisitizo. Eneo la eOffice ni mojawapo ya mifumo ambayo tumeijenga na serikali, karibu maeneo mengi wanatumia. Mikutano ile ni sehemu ya hii, mikutano ni sehemu ya eOffice, lakini kwenye mamlaka ya serikali za mitaa, mpaka sasa hivi ni mamlaka ya serikali za mitaa 53 tu ndio zinatumia eOffice na zile zinazotumia e-Office zimepunguza kwa kiasi kubwa sana na gharama ikiwemo kutengeneza makabrasha, lakini kuyasambaza, kuwapelekea kuwapelekea wa madiwani, alafu gari izunguke, wapelekee wayasome, alafu baadaye ndio waje washiriki kuchangia kwenye vikao. Ziko wilaya ambazo zimefanya vizuri na sasa hivi wameachana kabisa na makaratasi. Na kwa sababu tuko hapa Arusha, mkuu wa mkoa, wewe ndio mlezi wa mamlaka segeza mitaa katika mkoa wako hii natakiwa uliagize kabisa, hakuna kutembea na makaratasi. Watakuwa wanunuliwe visukwambi, halafu madiwani wanakuja wanasoma mini za vikao na wanashirika katika kuchangia mawazo yao. Laini, kinachosikitisha zaidi, Mheshimiwa Makamu wa Rais, pia iko mikoa miwili haijaingia kwenye eOffice, mikoa miwili, kwa sababu ya kuwatunzia heshima yao naomba nisitaje. <laughs> Lakini mtendaji mkuu hapo atakunong'oneza Kweli hawajaingia na tunawashangaa kama mkoa kabisa, RS hamjaingia kwenye eOffice hii, inatusikitisha kwa hiyo. Mheshimiwa Makamu wa Rais, rai yetu sisi ni kuwaomba wenzetu hawa waweze kuchangamkia fursa hii ya kurahisisha utoaji wa huduma kwa wananchi na kuharakisha kufanya maamuzi kwa haraka. Sasa nataka nisisitize mambo mawili. La kwanza, ile mikoa ambayo Mheshimiwa Waziri ameminya kidogo na kutaka kuwasema, basi na mimi kwa heshima hiyo sitawasema, lakini waingie eOffice itakapofika tarehe 30 Juni mwaka huu bila kukosa.